kujenga na kuendeleza ushirikiano madhubuti na, na wadau mbalimbali wakiwemo mashirika ya kiraia, taasisi za serikali, taasisi za kimataifa na washirika wa maendeleo. Ushirikiano huo umekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha jitihada za kutetea haki za wanawake na watoto hapa nchini. Kupitia ushirikiano huu, tumeweza kupata nafasi ya kushiriki katika mabaraza ya kisera kutoa mapendekezo ya kitaaluma kuhusu marekebisho ya kisheria na sera, kuchangia kikamilifu katika michakato ya kitaifa inayolenga katika kuleta mabadiliko ya sheria na, na kijamii. Mfano wa mafanikio ya ushirikiano huu ni kazi ya pamoja katika TAWLA na shirika la Equality Now ambayo imechangia kwa kiasi kubwa katika kuimarisha kampeni dhidi ya ndoa za utotoni. Lakini pia hili tu sio kwamba tumefanya kazi pamoja na Equality Now, lakini na wadau mbalimbali mba, kupitia mtandao wa kutokomeza ndoa uh, za utotoni uh. Kwa hiyo hiyo yote inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama uh, Watanzania au TAWLA tumeweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba tunamlinda mtoto wa kike, na, na, na katika kumlinda mtoto wa kike ni katika kuhakikisha kwamba kwa tunaboresha mazingira lakini pia tunamwezesha huyu mtoto wa kike akafurahia kuwa yeye ni Mtanzania na anaishi Tanzania, kwamba hatakutana na changamoto mbalimbali ambazo zitamzuia katika kufanya maendeleo yake. Kama tunavyojua, unapokuwa umemuelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii, si ndio tunavyoambiwa? Kwa hiyo na sisi ndio tunajaribu kuangalia namna hiyo, na ukienda kwenye familia ambayo mama amesoma una uhakika wa watoto wakakua vizuri na wakasoma vizuri japo natambua kwamba kuna familia ambazo wamama hawajasoma, lakini wanajua umuhimu wa kufanya nini kwa elimu. Kwa ni muhimu sana tukahamasishana ili kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata hizo nafasi na kuweza kusoma. Na katika kuadhimisha miaka yetu hii 35 uh, tangu chama chetu kime- kimeanzishwa, tumekuwa tuna shughuli mbalimbali ambazo tumezifanya mwaka huu. Kwa mfano, moja ya shughuli ambayo tumeifanya mwaka huu ni kuzindua ofisi yetu mpya, na hii inaonyesha TAWLA kama chama tuna hatuna mpango wa kusema kwamba tuta, tutafunga kazi zetu, kwa sababu uzuri wetu ni kwamba TAWLA ni umoja wa wanawake wanasheria kwa ni taaluma ni wanataaluma ambao wamejikusanya kwa pamoja ili kutoa kwa jamii. Lakini sasa hawa wana taaluma walikojikusanya kwa pamoja wanahitaji kuwa na maeneo ambayo watafanyia kazi. Kwa sisi kama TAWLA hapa hili jengo tulilopo hili ni jengo letu. Na ni wanachama wetu pamoja na wadau mbalimbali walisaidia kuweza kupata hili jengo. Na mwaka huu tumeweza kuzindua jengo letu jingine Dodoma, eneo la Ilazo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba si watu wa kusema kwamba tutaondoka leo wala kesho. Lakini pia tuna maeneo kule Mwanza na pia tuna eneo ambalo tulipewa na serikali kule Mbeya. Kwa hiyo hii inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama TAWLA tutaendelea, na bado tupo na hatuna hatuna mpango wote wa kusema kwamba tutabaki na au kuondoka. Kwa hiyo ni moja ambayo tumeifanya kwa kufungua ofisi yetu ya Dodoma, lakini pia um, tarehe ishirini na mbili tutakuwa na kongamano mkubwa ambalo litahusisha wadau mbalimbali na tutakuwa tuna mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa na wadau mbalimbali ili kuweza kwa pamoja ni kwa namna gani ili safari yetu ya miaka 35 tumefanya nini na tumechangia nini katika yale maeneo ambayo sisi tumekuwa tukifanyia kazi moja kwa moja, hasa katika eneo la uh, upatikanaji haki katika eneo la ardhi, katika eneo la afya, katika maeneo ya masuala ya watoto, lakini katika maeneo ya uongozi, kwa sababu hayo ni maeneo makubwa ambayo kama Taula, pamoja na mengineo, lakini kama Taula tumejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba hayo maeneo kwa sababu yamekuwa akimwathiri mwanamke moja kwa moja. Masuala pia ya ukatili wa kijinsia ni maeneo ambayo pia tunaendelea kuyafanyia kazi. Na sasa maadhimisho haya au kongamano hili litazinduliwa lita, lita na mheshimiwa daktari daktari Doto Biteko ambaye ni naibu waziri mkuu, lakini pia ni waziri wa nishati na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na litafanyika katika hoteli ya Serena na tuna plani kuanza sumui, saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, na siku ya pili tutaanza ya sumui, saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, lakini mgeni wetu rasmi atakuja siku ya pili ya tarehe ishirini na tatu asubuhi. Kwa hiyo tunaomba wadau wote ambao tumewalika kushiriki na wanachama wetu waweze kushiriki na kuhi. Na, ku, na kuja kuwahi kufika kwa muda katika hilo kongamano letu. Lakini pia siku hiyo ya tarehe ishirini na tatu tutakuwa na mkutano wetu mkuu ambao um, tutajadili masuala mbalimbali kama chama yanayotuhusu sisi kama wanachama ili kuendelea kukijenga chama chetu na kuzidi kufanya kutoa huduma zetu ambazo uh, thabiti na zenye weledi zaidi lakini kwa kutambua umuhimu wa kumbukumbu katika safari ya mafanikio, TAWLA itazindua kitabu maalum kinachohifadhi historia yake katika kipindi cha miaka 35, pamoja na kitabu chenye kutafsiri. Pia tutazindua kitabu ambacho kitatafsiri mashauri mbalimbali ya kisheria yanayolenga kulinda haki za wanawake. Sasa hichi kitabu tutakizindua umwaka wote, hichi kitabu cha pili umwaka wote ni mwaka ambao sisi Taula tutakuwa ni tunasherehekea miaka yetu 35 na kwa hiyo, wakati wa kongamano tutazidua kitabu chetu cha historia ya Taula, na nitawaombeni sana mkisome hicho kitabu cha historia ya Taula kwa kina, stori nyingi sana nzuri za mafanikio yetu ya chama chetu, lakini pia kwa sababu eneo letu la kujidai sisi kama Taula ni eneo la masuala ya, ya, ya, kuwasaidia wanawake kupata msaada wa kisheria na hivyo basi tunatengeneza, na hii litakuwa ni kitabu chetu cha pili ambacho kita, kinajaribu kutoa zile kesi ambazo zilizokuwa zimeamuliwa siku nyingi zinazohusiana na masuala mbalimbali ya wanawake, tukizitafsiri kwa lugha nyepesi, ili mtanzania wa kawaida akaweza kuielewa. Kwa hiyo hicho kitabu tunakitengeneza na tutakizindua hapo baadaye.